Hizi ndo mashine za kuweka ofisini na simiziona. Hizi ndo desktop za kuweka ofisini. Amangalia mashine kwanza kale kali nisimeona. E bwana, hizi zinaitwa iMac ama unaweza kusema ni Apple all in one. Jamani, inamaanisha kwamba hii ina ram, ina hard disk, ina kila kitu chake ndani hivi ambavyo unaiona tayari ni kompyuta kamili na iko tayari kwa matumizi. Kwa hiyo kama unazihitaji wa haraka sana. Hii inakuja na mfumo wa OS Windows kama unavyoona. Hii ni OS Windows ambayo inatumia kwenye Mac. Lakini ukihitaji nikupigie Microsoft ili utumie kama desktop za kawaida basi hii hapa. Microsoft kama unavyoona na kuwekea fresh kabisa. Hii ni Windows 10 na ina run vizuri kabisa. Alafu kitu kizuri kutoka kwenye iMac ni grafiki. Nisimeona picha yake zina picha nzuri sana na simeona sana. Alafu ni desktop ambayo iko simple tu, yani hivi unavyoiona, keyboard mouse, tayari ni desktop kamili, wala haina mambo mengi, sijui makorokoro haya, umepita huku, umepita huku, hapana. Hapa unapoiona tayari ni desktop yako imekamilika, na kama unavyoona shape yake hapa, na mlango wa CD ni huu hapa, nisimeona eh? zipo kwa nahitaji. Nambia pisi ngapi unahitaji, ziko nchi ishirini na moja ziko nchi ishirini na nne Nambia unahitaji nchi ishirini na moja ama nchi ishirini na nne, ama nipigie OS window au nipigie Microsoft window au nipigiekupg ukizihitaji, nipigie sifuri sita tano sita tisini na nne themanini na moja tisini. Kama unahitaji kuja kuziona location, mchina mwanzo Zanzibar. Karibuni sana wateja wangu.